Da, matatizo yanayowakumba wananchi yanasababishwa na wananchi wenyewe jadili kauli hii ukirejelea hadithi ya msiba wa kujitakia kwanza wanakataa kuchukua uongozi wakoloni walitaka kumpa zuzu matata lakini akakataa uongozi unaishia kwenye mikononi mwa viongozi wabaya kama sugu junior. Pili, wazee wa jamii ya Sugu Senior wanamshinikiza kuchukua uongozi wa nchi. Raia baadaye chini ya uongozi wa mwanawe Sugu Junior wanateseka kutokana na mfumuko wa bei, utabaka, ukosefu wa ajira na ushuru wa kiwango cha juu. Tatu, wananchi wanaachia tu familia mbili za sugu na zuzu kuwania uongozi. Jimbo la matopeni linakuwa limefanywa ngome ya watu binafsi. Nne, kupiga kura kwa misingi ya kikabila. Zura anasema kuwa wao ni wao, hata kama ni mbaya watampigia kura. Wanaishia kuteseka chini ya uongozi wa watu wao ambao hawaboreshi maisha yao wala kutimiza ahadi walizotoa. Wanaishia kukosa kazi na kujuta. Tano, kukubali kuhongwa wakati wa kupiga kura. Wananchi wanahongwa kwa kununuliwa sukari, unga, pombe na kupewa visenti ili kuwapigia kura viongozi. Baada ya viongozi hao kupata uongozi, wanawaamba raia kama wagonjwa wa ukoma. Sita, kuhudhuria mikutano ya viongozi wabaya. Zura na wenzake wanafika kwenye sherehe kwa kufadhiliwa na serikali, wanaishi kukaa kwenye jua bila kupewa maji wala soda kama viongozi hao. Saba, kuwa kwa kukubali kutenganishwa kwa misingi ya siasa. Zura na machokaa wanakuwa maasidi kwa sababu ya kuwaonga viongozi wawili tofauti. Baadaye wanaunganishwa na masaibu kama umaskini, ukosefu wa kazi, mfumuko wa bei na ushuru wa kiwango cha juu. Niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.